Ijayo, jumapili ijayo, tunakwenda kufungua mafundo au mafungo saba uliofungwa nayo ya kichawi kwako na kwa familia yako. Namba saba ni namba ya ukamilifu wa Mungu, ukamilifu wa kiungu. Sema amina. Unaweza ukafunguliwa kifungo cha kwanza, kifungo cha pili, cha tatu, cha nne, lakini wengine wakasahau, lakini ukashangaa mara baada ya muda fulani, yale mabaya yanazidi kuongezeka au unazidi kutembea katika ubaya ule ule tena, kumbe yako mafundo yaliyokuwa yameachwa. Inakwenda kufanyika vipi? Nitapanda madhabauni hapa, hatua ya kwanza. Katika ibada ya kwanza tunakwenda kupanda na kitambaa cheusi ambacho kitakuwa na mafundo saba, wewe usijenacho, wewe usijenacho. Sema amina. Kwao ibada ya kwanza nitakuwa nafungua hapa, moja baada ya jingine. Ibada ya pili ninapanda kwa awamu ya mwisho na kitambaa chekundu chenye mafundo mangapi? Mafundo saba. Nitafungua tena baada ya pili, moja baada ya jingine, alafu nitakwambia tafsiri yake ni nini. Wakati nafungua yale, na wewe utakuwa unafunguliwa kila eneo. Kuna watu wanatembea, wana fedha lakini hawana amani katika ndoa. Usiku wa walali, ni ndoto mbaya usiku ndoto mbaya za majini mahaba, wanafanya mapenzi, wengine wamekufa. Kuna wengine wanatembea hawana pesa, lakini wana amani sana kwenye ndoa zao. Wanaishi kwa tabu ndani, kodi ni shida, chakula ni shida, mavazi ni shida. Sasa kuna mahali wamefungwa kwa yale mafundo saba, tutafungua hata maeneo yao ya kiuchumi pia. Kuna wengine wana kazi lakini hawajapanda mshahara miaka mingi, na wanakuta wenzao wanaongea, ni kupeleke bwana kwa fundi, ni kupeleke bwana kwa mganga wangu. Wenzako wanazungumza, wanapoenda wanafanya nini? Elimu unayo, cheo upande uzoefu unao pale kazini, cheo upande. Ufanisi wa kazi unao, lakini cheo upande. Nani amekukamata? Yale mafundo saba tukifungua, ofisi yako itahusika kuinua maisha yako. Kuna mafungo ya mapingu yanakwenda kufunguliwa wiki hii, ujiandae, ila Jumatano tuwe katika mfungo, sio vitu vidogo hivi, sema amina. Jumatano ni mfungo masaa kumi na mbili, alafu Ijumaa tena tutafunga masaa kumi na mbili, alafu Jumapili tukifika hapa ni mkikimkiki mkiki kwa kwenda mbele. Kuna mahali Mungu anataka ufike. Kumbuka wiki ijayo tunaenda kuangalia namna ya kufufua vitu vilivyokufa. Isaka alifufuaje uchumi wa baba yake aliyouacha mzee Ibrahim? Mara baada ya somo hilo tunaingia sasa kwenye kufungua kwa maombi yale mafundo saba. Mungu awabariki.